Yesu asifiwe, wapendwa wasikilizaji wasikilizaji wangu popote pale mlipo, mnaposikia habari hii ni habari njema kwa ajili ya, ya maisha yako, naomba uipokee itakusaidia, kwa sababu hizi nyakati tulizo nazo ni nyakati ambazo ni za mwisho, ni nyakati ambazo ni za hatari tena za, za kutisha, ambazo zinaonesha kwamba ni dalili za kuja kwa Yesu Kristo. Nataka nikuambie mpenzi wa msikilizaji, uyatege masikio yako vizuri na kisha Bwana atakupa kitu cha kukusaidia katika siku hii kupitia somo hili. Basi mimi nitakwenda kusoma katika neno la Mungu hili ambalo linaweza kukusaidia. Linasema hivi: usikubali kunaswa tena kwa mara ya pili. Usikubali kunaswa tena kwa mara ya pili, na somo hili litakusaidia. Ninasoma kitabu cha Petro pili sura ile ya pili na, na mstari wa ishirini hadi ule mstari wa ishirini na mbili. Nitasoma kitabu cha Petro ya pili sura ya pili mstari wa 20, 20 hadi 22. Maandiko matakatifu yanasomeka hivi: kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Mstari wa 21, maana ingekuwa heri kwao kama wasingalijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. ishirini na mbili Lakini imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli mbwa, ameyarudia matapiko yake na matapiko yake mwenyewe, na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugagaa matopeni. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunakwenda kujifunza maneno mazuri kabisa ambayo yanaweza kukujenga na kukufungua ufahamu wako wewe mtu uliyeokoka, ili uweze kukaa tayari kulingana na nyakati tulizo nazo. Ni nyakati za hatari na nyakati ambazo zinaonyesha kwamba ni dalili kabisa za kurudi kwa Yesu Kristo kutokana na matendo yanayoonekana wazi wazi wala pasipo kificho. Kipindi kile tulisikia fermason wanafanya mambo kwa siri, wanajificha, wala hawawezi hawa kujulikana. Lakini leo wanafanya mambo waziwazi wazi. Mchana kweupe, na wengine wanajitangaza kabisa kila kitu. Maana yake ni kwamba sasa hivi maandiko anasema siku ile atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana atamuua kwa pumzi ya kinywa chake. Maana yake habari zake sasa zimekwisha kuwa wazi, hakuna kinachojificha. Kwa hiyo mimi nimekuletea huu ujumbe kwa ajili ya kukuweka tayari, ili ujue kwamba nyakati tulizo nazo sio nyakati za wewe mtu uliyeokoka kufanya michezo michezo na maisha ya dhambi. Bwana Yesu atusaidia sana. Kitabu cha Petro wa Pili, sura ile ya pili mstari wa ishirini hadi ishirini na mbili nimesoma hivi: kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingaliijua njia ya haki, kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. 22 Lakini imetukia kwao sawasawa sawa na ile misali ya kweli, mbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugaga matopeni. Mpenzi msikilizaji na mpenzi mtumishi wa Mungu, popote pale unaposikia sauti, haya maandiko niliyosoma ni maandiko yanayokuja kama maonyo. Maana haya maandiko ni kama maonyo ambayo mtumishi Paulo na Petro anasema kwamba yani, kama mtu amekwisha kuokoka na kuachana na mambo ya ulimwengu, maana yake hapo ameyakimbia machafu ya dunia. Machafu ya dunia ni kama haya, kwa mfano, uzinzi wa sherati, uongo, unafiki, fitina, kuabudu sanamu, kuabudu vinyago, kutoa sadaka kwa makafara, kwa mashetani, kufanya ibada za wachawi, kufanya mambo yasiyofaa, na matusi na magomvi na mengine mengi yanayofanana na hayo, kutamani fedha na vitu visivyo na maana, yani ambavyo ni vya dunia hii. Kwa hiyo maandiko maandiko yanaonyesha kwamba Petro anasema, ndugu zangu, wale ambao wamekwisha kuyakimbia machafu hayo ya dunia. Unaona, mkawa kwa kumjua Yesu Kristo Bwana wetu. Yaani, maana yake kumbe, ili mtu aweze kuyakimbia machafu ya dunia maandiko matakatifu yanaonyesha mpaka amjue Bwana Yesu Yani mpaka mjue Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hapo ndipo atakuwa na nguvu ya kuweza kuyashinda ama kuyakimbia machafu ya dunia. Maana yake hapa, isipo kama hataweza kuwa na Yesu Bwana na Mwokozi katika maisha yake, maana yake machafu ya dunia hawezi kujitanga nayo, na wala hawezi kuyakimbia. Basi hapa Petro anasema kwamba kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia hmm? kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Unaona, kama kama wakinaswa tena, yaani baada ya kuokoka baada ya kuachana na mambo ya dunia baada ya kuyakimbia mambo ya ulimwengu baada ya kutoroka kwenye uharibifu ule wa shetani baada ya kumponyoka shetani kwenye adhabu kwenye mambo yake, akamkimbilia Yesu, akakubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Maandiko yanaonyesha kwamba kama huyo mtu akirudishwa tena, akibahatika kurudi kwenye uharibifu huo, ama akijikuta amerudi kwenye uharibifu huo ambao mwanzo aliukimbia, ambao mwanzo aliuacha, ambao mwanzo alijitenga nao kwa kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Maandiko yanaonyesha kwamba kama akinaswa tena na kushindwa, hali yao hau, au hali yake, hali yao na hali yake. Yani, kati ya mtu mmoja au ya watu wengi, yani manake hapa ni kwamba kuna watu wengi na mtu mmoja. Manake kama wakinaswa tena au kama akinaswa tena, manake kuna anasema kama wakinaswa tena, manake hapa inaonyesha kama kuna wingi, lakini mwanzoni anasema kwa wale, manake anaonyesha kwamba ni wengi, ni kama kundi la watu linazungumzwa hapa, kama si katika eneo la mtu mmoja mmoja, inaonekana kama ni kundi la watu walioamini, kundi la watu waliomkimbilia Yesu wale waliomkimbilia Yesu kwa kuyaacha machafu ya dunia, wakamfata Mwenyezi Mungu, wakamfata Yesu Kristo, kwa Bwana mwokozi wa maisha. Maandiko yanasema sasa, kama wakinaswa tena, hao watu waliojitenga na mambo ya dunia, waliokimbia mambo ya dunia, waliokimbia uchafu wa dunia, kama wakinaswa tena na kurudi kwenye mambo hali yale ambayo waliyakimbia mwanzo, wakashindwa kuyashinda mambo hayo, basi wakarudi kwenye mambo yao ya zamani ambayo walikuwa wanayafanya, basi maandiko yanasema hali yao ya ya mwisho yani ile watakayomaliza nayo, unaona hali yao ya mwisho ya maisha, yani watakapokuwa wanamaliza mwendo wao duniani na mwisho wao duniani na maisha yao kwa ujumla, basi itakuwa mbaya kuliko hali yao ya kwanza, kabla hawajamwamini Yesu na kabla hawajampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, manake hali yao itakuwa ni mbaya mbaya mbaya kuliko mwanzo. Kwayo, kwa hiyo anaonyesha kwamba anasema kama wakinaswa na kurudi na kushindwa tena, maanake hali yao ya mwisho hao watu ambao wamenaswa tena kwa mara nyingine N na kurudishwa kwenye maisha ya zamani e, maisha ya dhambi, maisha ya matusi, maisha ya uzinzi, maisha ya urevi, maisha ya utukanaji, maisha ya ukahaba, maisha ya uongo, maisha ya unafiki, maisha ya uchonganishi, maisha ya kuabudu mizimu, maisha ya matambiko ya mashetani. Yani, hawa watu kama wakirudi kwenye hayo mambo ambayo waliyakimbia, basi hali yao itakuwa mwisho, ya, mwisho itakuwa mbaya sana, manake watamaliza vibaya katika safari yao ndio maana yake hivi kwa maana kumalizia kwao safari yao ya mwisho itakuwa mbaya, na hali yao ya mwisho itakuwa inatisha na inaogopesha, kwa sababu walirudi nyuma. Maana yake hapa, shetani atafanya ata, ata, atakuja kwao kwa nguvu kuliko mwanzo. Maana yake shetani atakapokuja ndani ya maisha yake yeye, ambaye mwanzoni, huyu mpendwa, huyu mwanadamu alimkataa akamnenea maneno mabaya akamkemea akamchoma kwa moto wa jina la Yesu, akanena mambo makubwa sana yaliyomsababisha shetani akamwacha na akamkimbia. Sasa shetani anapokuja katika maisha ya mtu ambaye amemrudia, basi anakuja kwa spidi ya hali ya juu. Maandiko yanasema ikiwa pepo amtokapo um, mtu hupitia mahara pasipo maji, na akienda akazungukazunguka huko akaona hapana mahara pa kutua, basi husema nitarudi katika nyumba yangu ile. Anapokuja anakuta imefagiwa na kupambwa, anaingia a ndani yake, anasema naye huenda mara akaja na pepo wengine saba waovu kuliko yeye, nao watakuja watakaa ndani yake, na hali ya mtu huyo sasa inakuwa mbaya kuliko hali yake ya mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni kwamba sasa huyu mtu atamaliza safari yake vibaya ya kimaisha, maana safari yake ya mwisho itakuwa mbaya. Safari yake ya maisha atamaliza vibaya, kwa sababu hakuna siku atakayofikiria kuokoka, maana jeshi la shetani limeingia lime ndani ya mtu huyo, nalo limefanya makazi, limekuja limejiimarisha inahitaji kumdhibiti huyo mtu likihakikisha kwamba asirudi katika ulimwengu wa kimungu tena, badala yake afie katika uovu uav wake na kisha apotee katika dunia hii. Kwa hiyo, anasema kama wakinaswa tena na kurudi katika maovu ambayo waliyashinda mwanzo, ambayo mwanzo waliyakimbia, ambayo mwanzo waliyashinda, wakaamua kumpokea Yesu Kristu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yao, basi hali yao ya mwisho itakuwa mbaya kuliko hali yao ya kwanza. Maandiko yanasema kwamba maana ingekuwa heri mtu huyo, huyo mtu ni heri asingeokoka, wala asingeijua njia ya haki kuliko kuijua alafu akaiacha. Unaona, kwa hiyo anasema alafu akaacha amri takatifu waliopewa hawa watu ishirini ishirini na mbili. Anasema, lakini imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli, mbwa ameyarudia ame, ame matapiko yake mwenyewe na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugaagaa matopeni. Yaani wakati uliokoka ukawa mtu msafi, wakati uliokoka ulitakaswa ulifanywa kuwa kiumbe kipya, ulioshwa machafu yako yote na dhambi zako zote. Maandiko yanasema akawatakaza kwa maji safi, kitabu cha Ezekieli 36, anasema mlioshwa kwa maji safi, nitawatakaseni na uchafu wenu wote. Anasema kuna maandiko fulani, naendelea kuzungumza tena, anasema nitawaosha na kuwasafisha, lakini pana, anasema niwaosha kwa maji safi, nanyi mtakuwa safi, akawatakasa kwa kwa neno lake akawatakasa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa damu ya Yesu mkawa safi, hamna hatia tena. Mnaporudi kwenye mambo yale ya thamani ambayo Yesu alitoa gharama kwa ajili yake, unaona ambayo Yesu alimwaga damu kwa ajili yake ili akuokoe wewe mwanadamu, amesha kuokoa tena, kwenye mambo hayo yale ambayo angekuangamiza, ambayo angekuua vibaya, ambayo angekupotezea maisha yako kwa wakati usio sahihi. Lakini sasa, baada ya hapo, unarudi tena unayatamani yale mambo ambayo ulia yali, yali, yali, ya mwanzo ambayo mwanzoni yalikuumiza, yalikuchukiza, yalikutesa ukaamua kumtafuta Yesu tena. Baadaye unafika mahara, unageuka, fahamu zako zinabadili mwelekeo, unaamua kurudi tena kuyafuata yale mambo ambayo mwanzo uliyakimbia. Basi maandiko yanaonyesha kwamba hali yako ya mwisho utakayomaliza nayo safari yako ya maisha itakuwa mbaya zaidi kuliko mwanzoni, wakati ambapo hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo hapa anaonyesha kwamba wakati mwanadamu aliokoka Yesu alimuosha, Mungu alimtakasa, akamtuma Roho Mtakatifu akaja ndani yake na huyu mtu akaoshwa kwa damu ya Yesu. Na hatimaye sasa, maandiko anasema huyu mtu sasa, anaporudi kwenye dhambi, maandiko yanamtafsiri kama mbwa aliyerudia matapiko, yani yale maovu na maasi uliatapika wakati uliamua kuokoka. Maana yake uliatapika hayo matendo, uliatapika hayo maasi, uli tapika ule ulevi, ulitapika ule ule uasi, ulitapika ule umaraya, ulitapika ule ukahaba, ulitapika ule uongo, ulitapika wizi, ulitapika mambo maovu yoyote ambayo yako kwenye maisha yako ambayo ulikuwa nayo. Kwa hiyo hayo yote uliyatapika, ukayatapika, ukayaacha, ukaamua kumtafuta Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini tena nasema kwa mfano mwingine tena kwamba pia mtu anapookoka anafananishwa na nguruwe ambaye ameoshwa, amesafishwa, ameondolewa uchafu wote. Katika ulimwengu wa kawaida wa kibinadamu, kuna nguruwe. Nguruwe wanaoshwa, wana desturi ya kuoshwa, kwa sababu wao ni wa kujichafua, wanakuwa wanajichafua. Sasa nguruwe anaoshwa, anaoshwa vizuri, anapendeza, anavutia, hata ukimtazama anamfurahia, kwa sababu ameoshwa, anang'aa. Lakini baada ya kuoshwa tena anarudi kurara kwenye yale matope, kwenye yale mamatope ambayo alitolewa mwanzo akaogeshwa ili awe mziri, awe mzuri awe na sifa njema ya kuitwa kiumbe safi, lakini baadaye anarudi tena kwenye yale matope ambayo ya mwanzoni alitolewa humo akaoshwa, sasa anarudi tena anagaragara mre. Kwa hiyo anafananishwa na mkristo ambaye ambaye anaoshwa kwa damu ya Yesu, anaoshwa kwa maji, maana yake ni kimaanisha kwa damu ya msaraba, maana yake pia ni kimaanisha kwa damu, yani kwa ubatizo wa moto, kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu na kwa ubatizo wa maji. Hivi vitu vyote vinahusika kumwosha mwanadamu na kumfanya mwanadamu awe safi mbele za Mwenyezi Mungu na katika maisha yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwanadamu huyu anapofika mbele ya safari anabadili mwelekeo wake, anaamua kurudi kwenye mambo ya zamani ambayo mwanzo aliyatapika ambayo mwanzo aliyaacha ambayo mwanzo aliyakataa, akaamua kumtafuta Bwana Yesu, basi hali yake ya mwisho wa safari itakuwa ni mbaya kuliko hali yake ya kwanza kabla hajamwamini Yesu Kristo.